Karama, kipawa au talanta ni kitu ambacho Mungu ameweka ndani ya kila mmoja. Hicho ndicho ambacho kinasababisha watu wakuonee wivu, watu watamani labda aina fani ya maisha yako, au watamani vile tu ulivyo. Tukiishi tukaona hatujaanza hatujaanza kuonewa wivu, ujue kabisa hatujaanza kutumia kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yetu, hakijaanza kutenda kazi bado, au kama kitatenda kazi kiwango kidogo sana. Ukiona unaonewa wivu, hicho ndicho kinachozalishaga pia maadui, ndicho kinachoinuaga watu waanze kukusema na kukusimanga. Unaweza kaambia una kiherehere, unaweza kaambia unajisikia, unajiona. Hapo ndipo watu wanapoambiwa kwamba wanatumia nguvu za giza, hapo ndipo wanasema kwamba huyu, jamani, Freemason wanaroga, wanafanya. Tukiona tujafika hapo bado. Ukisoma Biblia sana sana, Waibrania sura ya 11 imeongelea watu wengi sana kama vile miamba ya imani tangu wakina Ibrahimu, wakina Enoki, wakina Nuhu. Imesema sana juu ya watu wengi wengi. Ukiangalia wale wote maisha yao hawakuishi kwa ajili yao, waliishi kwa ajili ya watu wengine. Mfano ya Yusufu, mateso aliyopitia alikuwa kwa ajili ya nani? Yusufu alifaidika nini? Ameishi kapelekwa shimoni, kauzwa Misri, kwenda kwa Potifa, kwenda gerezani, afu akibukia ikulu. Zile njia zote zilizopita ikiwa ni kwa ajili ya nini? Yaani alifaidika nini? Ni kama vile ukiangalia kama vile amepata hasara maisha yake yote. Kwa ajili ya nini Mungu alimweka kwa ajili ya kutunza maisha ya watu duniani. Ule uwezo ambao Mungu alimwekea ndani yake wa kutafsiri ndoto ulikuwa sio kwa ajili yake, alikuwa hoti ndoto zake, na hata alivyoota ndoto hakuwa na uwezo wa kuzitafsiri. Alikuwa akiota ndoto kumwambia baba yake, aliota ndoto mara mbili zinazomhusu hakuweza kujitafsiria n kumwambia baba yake, na baada hapo hakujiotea ndoto yoyote. Miaka yote hakuwahi kuota ndoto yake tena ile, wengine wakiota yana tafsiri. Thamani yake ilikuwa wapi? Imefichwa wapi? Kwenye kutafsiri ndoto, ubora wake, mpaka mwisho wa dunia tunaendelea kumuongea na kumtumia kama somo. Wapi imefichwa wapi? Kwenye kutafsiri ndoto. Hata wewe kuna kitu Mungu amekiweka ndani yako, usipokifanyia kazi kinadumaa. Paulo alimwambia Timotheo, chochea ile karama uliopewa kwa sisi kukuwekea mikono. Walipomwekea mikono Timotheo, walimwimpati kitu cha kiroho ndani yake kikaingia ndani yake. Paulo akamwambia usipokichochea kitadumaka na kufa, chochea ile karama ulioipata kwa sisi kukuwekea mikono. Yusufu asingitafsiri ndoto za wale watu gerezani asingetafsiri ndoto ya mfalme, sababu hakuna namna ambayo mfalme angejua kwamba kuna mtu anatafsiri ndoto. Hakuna, isipokuwa aliyetafsiriwa ndoto gerezani, ndiye aliyemtaja kwa mfalme. Na Yusufu alijua hiki kitu ni kilichoko ndani yangu, huo uwezo uko ndani yangu. Huu huu ndio takoniingiza ikulu. Ndio maana kaambia yule mtu, utakapofika kwa mfalme usinisahau, usi unitaje, sababu alijua cha kunitoa kwenye maisha ni hiki. Yusufu hakukanyaga hata form 1. Sisemi elimu sio ya muhimu, na sisemi elimu ni mbaya. Elimu ni ya muhimu na ni nzuri, sababu inakuongezea uwezo. Ikikuongezea uwezo Mungu atakupa kwa kadri ya uwezo wako, lakini ile elimu inakuja kuongeza uwezo wa kile kitu ambacho Mungu aliweka ndani yako. Pia ndio maana Yusufu hakwenda shule, ila Mungu alimpeleka fieldi kujifunza leadership uongozi kwa maana alipompeleka kwenye nyumba ya Potifa akawekwa kuwa msimamizi wa nyumba nzima. Alipopeleka kwa gerezani akaweka kuwa kiongozi wa gereza zima, kwamba mikononi yake. Ukiangalia ilikuwa ni training, ili nini? Ili nchi nayo ije kuachwa mikononi mwake. Asingekuwa mwaminifu kwenye nyumba ya Potifa na kufanya kazi yake kwa uaminifu, asingepewa gereza. Nyumba ya Potifa ilikuwa ni nyumba moja tu, ana manage vyakula kwenye nyumba ya mtu mmoja. Alipopita kwa uaminifu mkubwa, akaingizwa kwenye kiwango kingine cha gereza, anaangalia wafungwa wote

wanamkaje? Nani mgonjwa, ametibiwa hajatibiwa, kitoni kimekosa, maji yapo au hayapo, umeme upo au haupo, nani yuko zam, nani hayuko zam, wafungo gani amenda mahali kufanya kazi, kila kitu kitua kwenye mikono yake. Kuwa gereza aleta kila kitu kwenye mikono ya kwake, wafungote kwako chini yake, ni kiwango kikubwa zaidi ya ile nyumba ya Potifa. Mungu akamwacha pale kwa muda, ili nini? Ili kuendelea kupata training, akaweka wema wake na uaminifu wake pale, alipokuwa qualified, Ndipo akatajwa Ikulu. Alipotajwa akapewa ngazi nyingine kubwa ya kuangalia nchi. Farao alisema kila kitu ndani ya nchi tasha kwenye mikono yako, mimi nitabaki tu kwenye kiti changu, lakini wewe utakuwa mkubwa wa kila kitu. Kwa neno lako mtu atainua mguu na kwa neno lako mtu atabaki. Mungu alikuwa anakuza uwezo wake kwanza, kwa hakwenda kwenye shule wala chuo kujifunza uongozi, ila anaenda kujifunza uongozi kwa vitendo. Ndio maana mahali pale popote unapopita kwa kujua kuto kujua, pale unapopita ni unabii wa kesho yako. Ya ukijikuta uko mahali usikae kizembe, ni unabii kwa ajili ya kesho ya kwako kwa kwa. kwenye nyumba ya Potifa ulikuwa ni unabii wa Yusufu kwa ajili ya kuongoza taifa, gerezani likuwa ni unabii, haijalishi ni pabaki kiasi gani pale, ni unabii wa kwako kwa. ni mahali pa maandalizi ya kesho ya kwako kwa. ukimesa puna pale umemesa puna na kesho ya kwa kwa. hapa anasema ulikuwa uta ulikuwa nita ko pale alipokuwa jana na alipo leo panaamua atakapokuwa kesho. Chochote kile ambacho unakipitia ni sehemu ya mpango wa Mungu Ukijiona haufai, ukijiona wewe sio kitu, ukijiona wewe sio wa thamani, jua kabisa ni kwa mpango wa Mungu. Haijalishi kazi unayoifanya hata kama uzi kuona ni ndogo kiasi gani au ya kudharaulika, ni mpango wa Mungu kwa ajili ya kesho ya kwako kwao. Fanya kwa uaminifu ko. fanya kwa ubora Sababu kesho ya kwako imefichwa mo ndani. Lakini kitu kikubwa ambacho nataka kutoka nacho kwamba maisha yangu sio kwa ajili yangu, naishi kwa ajili ya watu wengine, kwa nitawatoa maisha yangu asilimia mia moja na kile nilicho nacho kwa ajili ya watu wengine, ili kuyafanya bora maisha yao zaidi ya maisha yangu. The moment ufanya bora maisha yao, maisha yako yanakuwa bora zaidi. Elewa thamani ya kile ulicho nacho, thamini kile ulicho nacho. Ni vyepesi sana kuanza kutamani cha mtu mwingine, ningekuwa kama fulani. Ndio maana Mungu akuita kama fulani, alikuita kama wewe. Ukifanyia kazi cha kwako, na wao watasema, ningetamani natamani